leo tuko mkoa wa shinyanga kwa ajili ya kutembelea miradi hii ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme hapa tuko katika mradi wa kishapu na mradi huu ulianza disemba mwaka jana na mpaka sasa hivi umeshafika zaidi ya asilimia 89 tunategemea mpaka kufika mwishoni mwa mwezi huu tutaweza sasa kuingiza megawatt 50 kwenye gridi ya umeme ya taifa huu ni mwendelezo wa juhudi kubwa ambazo serikali inazifanya ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na umeme wa kutosha, lakini tukuhakikisha uh, Tanzania inakuwa na umeme mwingi ambao tunaweza tukatumia ndani ya nchi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na majumbani, lakini pia tunaweza tukatumia kwa ajili ya kuuza nje ya nchi kama nishati ambayo itatuletea uchumi zaidi. Miradi hii inapotekelezwa, wanaojenga wakiondoka, wanaobaki kuhakikisha usalama wa miradi hii ni Watanzania wanaoishi kwenye maeneo hayo. Ni lazima waone kwamba wao wamekuwa sehemu ya uendelezaji na ujengwaji wa miradi hii. Mradi huu umeanza kutekelezwa toka mwaka 2023 mwishoni, na, na umekuwa na awamu kama 2, awamu ya kwanza ambayo na megawati hamsini kama tulivyoelezwa na awamu ya pili ambayo tunategemea kuanza mwezi Machi 2026. Hivyo tunategemea kwamba umeme huu utakapokuwa umepata megawati 150 zitasaidia sana uzalishaji wa umeme katika nchi yetu ya Tanzania. Tumeshafunga transfoma na vifaa vingine vinavyohusiana na, sasa hivi tunamalizia kazi za kufunga kabineti, na kuanzia siku ya leo tumeanza kufanya majaribio kwenye baadhi ya vifaa. Kwa hiyo tunatarajia kabla ya mwisho wa mwezi huu wa kwanza tutakamilisha majaribio na umeme utaweza kuingia kwenye gridi ya taifa.